Kana wanawasha moto hapa katika daraja hili eh, daraja la Ubungo Dar es Salaam Tanzania, makusanyiko yavi katikati mwa barabara eh, katika. Eh, kama unavyoona wanafunga barabara hivyo, naweza ukatazama hivyo mtazamaji, vijana wakiwa wanafanya vurugu hivyo, wanafunga barabara na maandamano yanaanza hivyo eh, taharuki wakiwa eh, wanaharibu miundombinu kama hivyo navyotazama, ewe mtazamaji, hapa ni Ubungo jijini Dar es Salaam Tanzania, ni Ubungo Dar es Salaam Tanzania, vijana wamefunga barabara, eh, maandamano yakiwa yameanza hivyo, wamefunga barabara huku wakiwa wanaimba, wanataka haki zao vijana zaidi, tunaweza tukasema hawa ni Gen Z na, eh unaweza kutazama vyombo vya ulinzi na usalama haviko hapa eh.